Tunakwenda itabidi tulaumiwe, maana hatuna sababu kwa nini tusiende finali. Timu tunayo, mwalimu tunao, viongozi tunao, washabiki wapo, tutashindwaje Simba Sports Club kuchukua ubingwa wa Afrika? Kwa sababu robo tumeenda mara nne, mwaka sabini na nne tumeenda nusu wao, leo tusichukue ubingwa wa Afrika? Vyote tushafanya, robo tumeenda, makundi tushaingia sana, nusu finali tumeingia mwaka sabini na nne. Leo tunahitaji ushindi kwa kuanza safari ya Simba Sports Club kwenda kuchukua ubingwa wa Afrika na kuanzia sasa inawezekana, maana maombi lioyafanya leo, leo sija kufanya maombi kasi hicho, mpaka leo nimepata kibali hiki hapa, hiki kibali cha kwenda kuzunguka ndani ya uwanja maana yake kwamba mpaka kwenye pichi, maana taifa limeamua leo tuitakatishe taifa kwa Simba kupata ushindi mkubwa siku hii ya leo ya, ya Jumapili, yeah. Leo hata kanisani sikwenda, leo nimekuja special kwa ajili ya Simba, nimewahi kuanzia saa kumi na mbili niko hapa, nimezunguka mara tano, nitazunguka mara tano, itakuwa mara nane baada ya mechi tutaonana tena. Simba ilikuwa tayari imeshashinda ushindi siku hiyo. Wapinzani wako si wa mchezo lakini. Sisi tumecheza na bingwa wa Afrika yeah. National na amekufa hapo, tumecheza na Wydad amekufa hapo, tumecheza na Kaiza Chifu amekufa hapo, tumecheza na Orlando amekufa hapo. Kwa hiyo timu peke yake ambayo haijafungwa kwenye uwanja timu kubwa ni Mamelodi peke yake, ila timu zote zishafungwa na Simba wai leo Petro Luanda. Leo anafungwa vizuri tu bila bila sababu yoyote. Ushindi leo ni lazima. Ni, ni mkubwa sana. Leo leo unamwona Soa. Soa anaenda kupata magoli karibu mawili. Soa kama Soa. Kwa sababu kazi nimeiona. Kama nilivyomwambia Dube. Mimi sina upendeleo. Dube nimemwambia siku tatu kabla jana umeona ameskoa goli. Sio leo pakapo. Leo Soa nimemwambia atapata magoli mawili. Kwa wewe hauna upendeleo? Ah ha, ah, mimi kwenye mechi za kimataifa niko fair tofauti na watu wengine. Mechi za kimataifa anamwambia mtu yote. Kwa sababu nilipo kiliki kimataifa zaidi sipo kiligi. Ligi, ligi sifanyi mambo haya. Kwa hiyo siku hii ya leo Wana Simba kwa kote walipo wategemee ushindi mkubwa, wala wasio na wasiwasi. Simba hii, tunaanza safari ya kwenda kuchukua ubingwa wa Afrika kuanzia leo, na Simba sipofika finali niulizwe mimi. Kama mwaka jana Ngwale TV nilikwambia Simba atacheza finali kwa mbele shirikisho, mkacheka sanga, akawa anabisha. Leo imekueje? Simba mwaka jana alicheza finali, akacheza finali mpaka wana Simba wakasema mchungaji umezidi. Wana Simba walinikataa, lakini Simba alicheza finali na hii nawaambieni tena, simba anaanza safari ya kwenda kuchukua ubingwa, sio kufika fainali, kuchukua ubingwa wa Afrika. Aliyetaka ataki, asiyetaka ndio hivyo. Mwaka huu simba anachukua ubingwa. Unaona experience ya Tunisi, lakini pia stade malien mchezo wa jana ametoa sare, ni mechi ngumu kweli kweli, stade malien analazimisha sare ugenini. Sasa wale metariishia, maana leo tukishinda tunaongoza kundi, sumeelewa, wale si moja moja. Leo tukishinda tunaongoza kundi, kwa hiyo ndio safari na kwamba safari ishaanza wale tayari ile moja moja tayari shawaingiza katika chaka. Sisi uh -huh. Leo tukishinda tutakuwa juu uh -huh. Tutakuwa kwanza ndio watafuta sura experience Tunisia mm -hmm. na yule bwana mwingine anayefuatia okay. Kwa hiyo leo leo hatuna jinsi, hatuna jinsi uh hatuna -huh. excuse hatuna uh -huh. Yaani leo ni ushindi kwa njia yoyote, Simba lazima ashinde siku ya leo. Tuwe na point tatu, tuongoze kundi. Ni kama mnao underrate wapinzani wenu. Wenzetu jana wameshinda lakini nafasi ya pili. Umeelewa? Uh -huh. Lazima mzia Petro Atletico mnao ni kama mnaowachukulia poa. Nakwambia hivi, hakuna mtu mkubwa kama National bingwa wa mara zote wa Afrika, lakini hapa alikaa Wydad timu namba mbili kwa ubora barani Afrika, hapa alikaa Simba ni timu namba tano kwa ubora wa barani Afrika. Sisi na Petro Luanda, sisi bado tuko juu, sisi ni wakubwa kuliko wao. Yaani sisi ukisema kwenye renki, sisi yeah. ni wakubwa kuliko Petri Rwanda. Yeah. Yeah. Kwa hiyo lazima tuheshimu kwamba wanaenda kucheza na timu kubwa barani Afrika. Yeah. Simba Sports Club ambao ni namba tano kwa ubora barani Afrika. Simba Simba Sports Club from Tanzania ndio wanaenda kukutana nao ambao ni namba tano kwa namba. Namba. Namba tano kwa ubora barani Afrika. Kuna namna yote ambayo mnyama Simba kikosi hiki chini ya meneja Pantev na Fadu Davis kuna tofauti ambayo umeiona? Eh, hey, tofauti tutaanza kuiona leo. Nikikwambia uh -huh. Ningekwambia kwamba nimeiona nitakuwa muongo. Kwa, ni kwa yeah. sababu sijaona mechi ya kimataifa. Nilimwona zile mechi akiwa na, na timu yake ya ya, ya, ya, ya, ya yeah. Yeah. lakini kwa leo ndo, safari yake sisi Simba ana principles zake yeah. za mechi za kimataifa yeah. principles zake kocha atakiwa yeah. Matola yeah. ni kwamba ukiwa ndani ya Benjamin Mkapa yeah. ambao ni uwanja ambao Simba anakuwa comfortable yeah. wa kupata matokeo yeah. ya pointi tatu. yeah. sisi aka tunatafuta pointi tisa za nyumbani and then away tunatafuta sare yeah. ama ushindi yeah. Simba anaongoza kundi au nafasi ya pili na ndio maana Yanga nao kama jana wanaotumia na chanzi hiyo hiyo. Kwamba kwa vyovyote vile haiwezekani hey, goli zuri wamefunga wale mabwana. Hey, Alafu goli linakataliwa. Unamsikia pale anakusikia goli zuri limefungwa. Goli zuri limefungwa. Sijajua yule lazima ni alikuwa na maana gani ukatale goli? Mechi ya jana ilistahili iwe moja moja. Mechi ya jana ilistahili iwe moja moja. Jana Yanga wamepata ushindi wa dhuluma. Kama umekasirika sio kama nimekasirika, haiwezekani. Lazima inakataa goli zuri wale bwana, ile goli unaikataa kwa sababu zipi? Atupe sababu na hivi yale ingewepo jana ile ingekuwa ni goli. Na ndio maana mm -hmm. referee akaweka kati. Alikuwa anamwangalia yule bwana. Yule bwana yeye, yeah, akasema tu sasa sijajua alikuwa na maana gani. Yeah. Sijajua kafu atamchukua sheria tu kwa sababu haiwezekani yeah, ukaruhusu goli zuri yeah, kama lile ulikatae. Ni bati kwa sababu ile goli ilikuwa ili zuri, yule bwana. Nipe sababu za msingi za kukata ile goli. Yoyote, akawa anaangalia yule mpira ya kwamba Yanga jana wamebebwa. Sasa mchungaji, mbona una kama kama una hasira sana? Mimi si hasira, nasemea ukweli. Ile goli hata kama hivi angekuepo asingepoa ile goli. Hata alikuwa anaangalia mpira. Bwana hey. Yanga wenyewe wanasema mmm, kweli tumeshinda. Hey. Unajua kuna ile unaitetea timu. Uh-huh. Timu imeshinda kwa sababu anakiwa tumeshinda, lakini mm, hapa hey. kidogo tume Simba ni na ushindi kama ulongepatikana mchungaji wewe. Ningesema ningesema tumebebwa. Kwenye kweli lazima useme, lazima upate ushindi wa haki. Hey. Haki ndio inakusababisha uende moja kwa moja kwenye fainali. Lakini ulikuwa na mchezo mchezo wa ujanja ujanja. Hii itawasumbua sana. Hey. Kwa hiyo leo tumekuja kuanza safari ya pointi tisa hey. ya Benjamin Mkapa. Ndio maana sisi ukitutoa hapa. Sasa hey. Sawa na mambo wamemtoa kwenye mto. kwa hey. Mkapa. Ukitutoa hapa kutupeleka kokote kule. Sisi hey. Tumeloa. Tumeloa. Tumeloa. Ndio maana sisi tukiwa hapa tunaringa mno. Ndio maana tunasema kwenye uwanja wetu, huu uwanja ni wa Simba. Huu hey. Uwanja ndio maana hey. uwanja umeandikwa nu... Benjamin Mkapa Stadium. Haujaandikwa Haujaandikwa anipua... National Stadium, yani uwanja wa taifa. Hey. Maana yake kwa kifupi chake hey. ni uwanja wa Simba Sports Club. Hey. Yaani na Simba Sports Club Stadium huo uwanja huo. Hey, ndio maana wana Simba wanakuwa comfortable, wachezaji wanakuwa comfortable, wako hey, wanacheza kwenye uwanja wao wa Benjamin Mkapa. Hey, Umeona goli la Dube? Very fantastic. Ni goli nzuri sana. Umefurahi. Goli ah mimi, mimi mimi kwenye ukweli nasimama. Hey, hey. Kwanza alifunga goli ambapo bado anakimbia. Hey. Akanikumbusha kipindi hicho yuko Azam. Hey. Amefunga goli akaudundisha huko anakimbia na mpira. Hey. Na Engo aliyopeleka ni hey. goli nzuri sana. Na ukiona mtu anakataa vitu kama vile sio hey. Mtu wa mpira, mtu wa mpira lazima wa appreciate hey. kitu hata mwenzako alichokifanya. Ndio maana ya mpira. Amefunga goli ambalo ni zuri, kafunga goli zuri, ila goli waliofungwa Yanga hey. goli ambalo Yanga walilofungwa wali, wali, wali, hey. hey. ilikuwa ni goli zuri. Kwa nini? why hey. lazima ni akatae goli zuri Goli ambayo jamaa walipata la kusawazisha Faraba. ya yeah. farabat haiwezekani wakakataliwa goli kama lile ambalo goli lilikuwa ni zuri kabisa kwa sababu zipi mi nawauliza makamishi na wakafu goli kama lile kulikubali kukataa hey. na lile sidhani kwamba lile refari ataendelea tena hey. watamfungia yule pamoja na Raisman hey. uwezi kukataa goli nzuri kiasi kile uwezi kukataa Ali Shabani Kamwe anakuambia kwamba mchawi wa Dube yuko Dar es Salaam Hey, kwa kweli kwa goli alilofunga hey. Ile tusituseme si, goli akafunga goli zuri hey. Masabu, engu, la, kwa sababu kafungia kwenye yengo alikuwa nakimbia, na inawezekana kweli, kwa sababu siengo ambia kitu kimoja, inawezekana ni kweli, kwa sababu gani? Mimi nikueleze kitu, sisi mchawi wetu hey. Ukitaka sisi utuumize hey. ututoe humo Wana hey, hey. Kama amani wapi, Simba ukimtoa ana nguvu ukimtoa kwenye maji. Sawa sawa yani, uh, uwanja wa Simba ndio maana Yanga akakimbia kwa sababu sio uwanja wake, yaani kimambo ya roho ni uh, uwanja wa Simba tulikabidhiwa na marehemu Benjamin Mkapa. Wale, ile, ile, ile kauli ya Ali Shaban Kabu kusema kwamba mchai wa Dube yuko Dar es Salaam ni kweli, kwa maono yake ni kweli ya <laughs> na kule kafunga goli zuri na siku tatu kabla eh, walinipigia simu Dube ni eh, nikamwambia mechi utafunga Eh, nikamwambia na kafunga goli zuri. Eh, viongozi wananipigia. Kwani usinipigie? Eh, kwani usinipigie? Eh, wakasemaje? Sasa mimi bila kunishirikisha utafanikiwa. Huwezi. Wakasemaje mchungaji? Wewe wakaniambia wakaniambia hivi. Wakaniambia fanye wanavyofanya Dube afunga, kuniambia Yanga ashinde. Wakaniambia Dube afanye nini? Afunge. Sasa yule jamaa yule sio si ndio kabebairiza Yanga, sijaelewa kitu gani wanampenda yule yani. Yanga umwambie kitu kwa Dube jana kabla ya mechi, wanamuimba Dube yule, wanampa moyo afanyeje? anapendwa kuliko timu timu yoyote yaani, yeah. Pale katika mchezaji ambaye anapendwa Yanga Afrika ni Dube yeah. Na mbaya zaidi, maombi yake nimemwombea siku tatu kabla yeah. Ndo matokeo ayo leo na leo sio nimemwombea goli hizi goli mbili, la tatu silionyeni naye anafunga, lakini goli la tatu lipo, ila goli la tatu lakini la Simoni, ila soo hapo anarudi. Maana kuna goli ngapi hapa? kuna goli tatu, soo atafunga, atafunga. Uwanja nimezunga mara tano, sasa hivi namaliza mara tatu mgeni. Acha sasa hivi nimalizie, maana muda ushafanya muda usha taradadi, kwa ajili wana Simba wakapate raha. Shukrani sana. Mungu, ibariki Simba Sports Club, Mungu ibariki Tanzania. Simba na ikabidhi mikononi mwako na watoto waseme amen, amen, amen.